Usiogope kukataliwa na mwanadamu. Kinyume chake, ogopa sana kukataliwa na Mungu. Mungu akikukataa huwezi kuinuka tena kwenye maisha yako, lakini mwanadamu akikukataa kuna chance ingine ya kuinuka. Kwa kukataliwa na mwanadamu hakuwezi kuleta matokeo magaya kwao umemwamini Yesu Kristo, lakini kukataliwa na Mungu huwa kunaua kipawa chote, kunaua karama yote. Hata kama ungejiinua kuimba, hata kama ungejiinua kuhubiri, utabaki mtupu. Sasa kukataliwa na wanadamu si kama kukataliwa na Mungu, kuondolea hofu Usiogope kukataliwa na wanadamu waliokuzunguka. Kitabu kile cha Yohana sura ya sita ndio mstari wa thelathini na saba hadi thelathini na tisa Biblia inasema wote alipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe, kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni hii ni afanya mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Yesu anasema yeyote alipaye baba nje kamwe, na ajizwa Baba alionipa, juu ya wale alionipa niatikishe, nisipotezwe hata mtu mmoja, bali kila mmoja nimfufue katika siku ya mwisho.